Kitabu cha Hekima ya Sulemani sura ya tatu na ya nne. Ndiyo kanisa la Mungu, tumsifuni Yesu Kristo. Karibuni sana wapendwa mahali hapa, tuweze kuungana katika kipindi chetu kizuri cha usomaji wa Biblia kwa njia ya sauti. Mahala popote ulipo, unaweza ukaandaa Biblia yako, karibu ili tunaposoma nawe pia usome kwa kufuatilizia na tuende pamoja. Basi wapendwa, naitwa Mwalimu Petro na kukaribisha mno. Unaweza pia ukaungana nasi pale YouTube channel yetu na Facebook channel yetu, zote zinafahamika kwa jina la Jerusalem Family TV Mwalimu Petro na Evodia Mazwile. Subscribe YouTube na follow pale Facebook itakupa nafasi ya kuendelea kutupata kwa ukaribu zaidi. Tusali, tuanze rasmi usomaji kwa jina la Baba la Mwana wa Roho Mtakatifu, amen. Tunakushukuru Mungu kwa ajili ya hekima yako na nguvu zako. Tunakushukuru Bwana kwa ajili ya utakatifu na uweza wako, maana Mungu Baba, mpaka tuko hapa ni kwa sababu unatupenda kupita upeo, nasi tunakunyenyekea. E Mungu, tunakuomba Roho Mtakatifu, kwa uweza wako uje utusimamie ili neno lako tunalolisoma lizae matunda katika mioyo yetu, na sote tuendelee kutiwa uzima na kufanywa upya katika maisha yetu. Na Roho Mtakatifu, tupe nguvu na uweza ili tuendelee kutiwa uzima katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, tuseme Amen. Karibuni sana wapendwa, tuungane kikumbuka. Ni kitabu cha Hekima ya Sulemani sura ya tatu na ya nne. Sura ya tatu. Basi roho zao wenye haki wamo mkononi mwa Mungu, wala maumivu hayatawagusa. Machoni pa watu walio wajinga walionekana kwamba wamekufa, na kufariki kwao kulidhaniwa kuwa ni hasara yao, na kusafiri kwao kutoka kwetu huko ni uharibifu wao, bali wao wenyewe wamo katika amani. Kwa sababu hata ikiwa waonavyo watu wanaadhibiwa, hata hivyo taraja lao limejaa kutokufa, na wakiisha kustahimili kurudiwa kidogo watapokea wingi wa mema, kwa kuwa Mungu amewajaribu na kuwaona kuwa wamestahili. Kama dhahabu katika tanuru ali aliwajaribu, akawakubali mithali ya kafara. Wakati wa kujiliwa kwao watang'aa, na kama vimulimuli katika mabua makavu watameremeta. Watahukumu mataifa na kuwatawala kabila za watu, naye Bwana atawamiliki milele na milele. Wenye kumtumaini wataf, watafahamu yaliyo kweli, na waaminifu watakaa naye katika upendo, mradi neema na rehema zina wateule wake. Lakini wasio haki watalipwa kama vile walivyohojiana ambao walimdharau mwenye haki na kumharibu na kumhalifu Bwana. Kwa maana mwenye kubeba hekima na malezi amekuwa duni, na tumaini lao ni ubatili, wala kazi zao hazina faida, wala matendo yao hayafai kitu. Wake zao ni wapumbavu na watoto wao ni wakorofi, hata kulaaniwa katika kuzaliwa kwao. Madhali yu heri yeye asiyezaa maadamu yusafi, hakuchukua mimba kwa kukosa, yeye atakuwa na matunda wakati ule Mungu atakapoangalia roho za watu. Na yu heri toashi ambaye hakutenda yasiyo sheria kwa mikono yake wala hakuwaza maovu juu ya Bwana, mradi atapewa upendeleo kwa ajili ya wa uaminifu wake, na kura yake katika patakatifu pa Bwana itapendeza kuliko mke na watoto, yaani matendo mema yanayo matunda ya sifa njema, wala shina la ufahamu halikosekani bali watoto wa wazinzi hawawezi kupevuka, na watoto wa umalaya watatoweka. Hata wakiishi sana watahesabiwa kuwa ni hafifu, wala mwishowe uzee wao hautokuwa na heshima tena. Wakifariki upesi hawana tumaini, wala hawatapata faraja siku ya neno mkataa kwa maana mwisho wa kizazi kisicho haki siku zote ni mlemavu. Basi afadhali hali iliyogumba pamoja na utakatifu. Sura ya nne yaani utakatifu, kumbukumbu lake la dumu milele, ambao hukubalika mbele za Mungu na wanadamu. Ukiwapo watu huuiga ukiwa umeondoka watu huutamani, siku zote za milele unaendelea, umevikwa taji ya kushinda umeshinda katika mashindano ya tuzo zisizo na janaba. Bali uzao uzidio wa wasio haki hauleti faida, wala kwa wana wa haramu hawatatia mizizi wala kushikia miche imara. Kwa kuwa iwapo imetoa matawi na kufanikiwa kwa muda kitambo, hata hivyo itatikiswa kwa upepo, na kwa nguvu za dhoruba itang'olewa, nayo na matawi hayo yatavunjika, yasije yasije komaa matunda yatakuwa hayafai, yasiyoiva kamwe, hafifu. Maana watoto waliozaliwa isivyo halali huwashuhudia huwa wazazi wao uovu wao hapo Mungu atakapowachunguza. Walakini mwenye haki, ingawa amekufa kabla ya wakati wake, atastarehe. Kwa maana uzee ulio na hekima sio kama kitu chake ni wingi wa wakati tu, wala kipimo chake idadi ya miaka; bali ufahamu ni kama mvi kwao wanadamu, na maisha safi ni kama uzee ulio mtimilifu. Huyo alionekana amempendeza Mungu akapendwa naye, hata pindi alipo kikaa katikati ya wakosaji, akachukuliwa naye akahamishwa, ili wovu usimgeuzie nia yake, wala hila isimdanganye roho yake; mradi usihiri wa utukufu ufumba yaliyo mazuri, na uvuvuru wa tamaa hupotosha akili zisizo nyofu. Huyo alikamilika katika siku chache akitiz, akitimiza miaka mingi. Na kwa kuwa roho yake ilimpendeza Bwana, akafanya haraka na kuondoka katikati ya uovu. Lakini kwa habari ya uovu, hao huona lakini hawafahamu wala hawatii mioyoni mwao neno hili ya kwamba neema na rehema zina wateule wake naye huwaangalia watakatifu wake. Mwenye haki aliyefariki dunia atawahukumu wasio haki walio hai, na ujana uliokamilika upesi miaka mingi ya uzee aliye dhalimu. Kwa maana wasio haki watauona mwisho wake wenye hekima, walakini hawatafahamu makusudi ya Bwana juu yake, wala kwa sababu gani alimweka salama. Hivyo wataona na kudhihaki, lakini Bwana atawacheka. Hata na baadaye watakuwa kama maiti iliyotiwa fedheha na lawama miongoni mwa wafu milele. Yeye yeah, yeah, atawatupa chini hali ya kutekewa atawatikisa, mpaka misi, misingi nao wataharibika ukiwa. Wataona uchungu na kumbukumbu kumbu lao litapotea. Wao watatokea kwa hofu na woga, watakapohesabiwa dhambi zao, na mbele ya nyuso zao matendo yao yasiyo haki yatawatia hatiani.